Mradi huu ni mkubwa na ni muhimu kwa wananchi wa jimbo la Arumeru Magharibi. Na mradi huu kuna wakati ulisimama kidogo toka ulipoanza hina tatu, lakini namshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameukwamua mradi huu. Mradi unagharimu fedha bilioni ishirini na tatu. Nimetoka kukagua ujenzi wa barabara hii kwa kiwango cha lami ambapo ukikamilika utatupunguzia foleni ya mjini. Kwa hiyo ni mradi muhimu sana, na kwa wananchi wanaotoka sehemu za huku za juu. Kwa hiyo nilichokiona ni kazi zinaendelea, lakini kwa upande wa malipo ni kwamba serikali imeshalipa hela zote mkandarasi adai chochote, na kwamba tunahitaji kazi na mradi huu kwa ratiba sasa. Mpya ni kwamba utakamilika mwezi wa saba mwakani, kwamba barabara hii iwe imekamilika, wananchi wamelipwa fidia wote waliokuwa wanastahili kulipwa fidia. Kwa hiyo ni matarajio yangu nyie wasimamizi TANROADS na mkandarasi kwamba mradi huu u, tuongeze kasi, twende kwenye utekelezaji. Sisi tutawapa sapoti yote, palipo na kikwazo kuona kwamba kikwazo hicho hakipo, mkandarasi anatimiza wajibu wake, na wananchi wa maeneo wa ambayo barabara itapita basi watoe ushirikiano. Kama ni fidia, mmeshalipwa tutoe ushirikiano kwa mkandarasi kuona kwamba barabara inajengwa we as a contractor and also with our employer kind of, uh, employer we discussed many times and we we are trying to finish the project by July next year okay uh, so we appreciate the big support from the government government especially for financial issue and also the issue. And, uh, also uh, cooperation

We a solution with the and to solve the matter for the community. Na mimi naungana na wewe, sitaki kurudia, lakini kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutoa hizo hela zote bilioni ishirini na tatu kuhakikisha kwamba barabara hii kilomita kumi na nane inaenda sasa kumalizika, lakini mshukuru zaidi serikali yake Mama Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali yake kulipa fidia bilioni 3.5 kwa watu ambao wameathirika na mradi huu, lakini ni mshukuru zaidi kwa kuhakikisha kwamba mheshimiwa mkandarasi wetu amelipwa hela zote. Kushukuru sana kwamba barabara imeanzia Ngaramtoni iende hospitali ya Selian ambayo ni rufaa ya wagonjwa wetu. Hiyo ni shukrani kubwa sana ambayo naweza nikatoa kwa serikali yetu.